Sana, tuwapigie kwaya makofi. Asanteni sana kwa huduma nzuri. Bwana asifiwe. Uh, vile mlivyoelezwa kwa jina, naitwa mchungaji Pala na mimi na hudumu hapa chini ya uongozi wa provost wetu na makasisi wengine, na ninajivunia upendo wa Mungu ambao amenionyesha kupitia mwanao Yesu Kristo na akaniita rafiki yake. Ninataka ni tafakari uh, neno kupit, uh, kama, kutoka kwa masomo ambayo tuliosomewa leo kutoka kitabu cha Jona ama Yona mlango wa tatu kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa kumi. Jumapili zilizopita tumekuwa tukiongea kuhusu uponyaji na tunajitayarisha kwa Jumapili ya uponyaji ambayo inakuja hivi baadaye, hivi karibuni. Na leo nitakuwa naongea kuhusu uponyaji ambao unatoka katika msamaha. Ya kwamba tukitaka uponyaji kamili, lazima tupokee msamaha wa dhambi ambao unatoka kwa Mungu. Katika masomo yetu ya leo kutoka katika kitabu cha Jona. Najua tunajua ile hadithi ya Jona. Huyu Yona alikuwa ametumwa ili aweze kwenda katika mji wa Nineve akawapatie ujumbe wa Mungu naye akakataa akaanza kwenda Tashish na alipokuwa akienda huko, tunajulishwa ya kwamba alitupwa ndani ya bahari, kisha akamezwa na samaki. Halafu baadaye baada ya kuomba Mungu, akamwonea huruma na pia akamtuma bado kule Nineve aweze kuambia watu wa Nineve ile ujumbe ambao Mungu alikuwa nao kwao. Katika mlango wa tatu wa, jo, wa, wa wa, wa kitabu hiki cha Yona, Yona anafuata agizo la Mungu. Nataka tu kwa kifupi tujikumbushe huku Nineve. Kwa nini Mungu alikuwa anataka sana wale watu wa Nineve wakuwe na fursa ya kutubu ili waweze kupata msamaha kutoka kwa Mungu? Nineve a, vitu mambo machache kuhusu Nineve ya kwamba ni kuwa Nineve ilikuwa, ulikuwa mji ambao ulikuwa mji wa nguvu sana na ulikuwa mji ambao ulikuwa unajulikana katika kitabu cha kutoka Genesis, mlango wa kumi mstari wa kumi na moja inasema ya kwamba Nineve ilikuwa imejengwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Nimrod, na ilikuwa mji ambao ulikuwa umejulikana sana ulikuwa mji ambao ulikuwa maarufu, na mji huu ulikuwa pia adui mkubwa sana wa wana wa Israeli. Ulikuwa mji ambao ulijulikana kuwa adui mkubwa sana kwa wana wa Israeli. Ya jambo la pili ni kwamba mji huu ulikuwa unajulikana kwa ubaya wake na ulikuwa mji ambao ulikuwa na vita, ulikuwa unajulikana na vita na pia kuabudu miungu mingine. Mungu alisema ya kwamba Nineve, ile dhambi ya Nineve ilikuwa imekuwa nyingi sana mpaka ikakuja mbele yake, unaweza kuimagine kama dhambi ya mahali fulani imekuwa nyingi sana mpaka mu ikakuja mbele ya Mungu, dhambi hii ya Nineve ilikuwa dhambi kiasi gani? Naweza kuimagine, dhambi imekuwa nyingi sana mpaka Mungu anasema, ai, hao watu wamefanya dhambi nyingi sana, aidha aidha ni waharibu ama niwapatie fursa ya kutubu. Nineve, dhambi yake ilikuwa nyingi sana. Sijui kama kuna watu ambao dhambi yako inaweza kuwa nyingi sana mpaka inasumbua Mungu. Umefanya dhambi nyingi sana mpaka Mungu anasema ai, na huyo jamaa, na huyo jamaa <laughs> hiyo jamaa, dhambi ni nyingi sana ataangamia. Hivyo ndio Nineve ilikuwa. Jambo la nne kuhusu Nineve katika kitabu cha Nahum, Nahum anaongea kuhusu dhambi ya Nineve na anasema Nineve ilikuwa mji ambao ulikuwa umemwaga damu nyingi sana. Nineve ilikuwa imejulikana kwa kumwaga damu nyingi sana na kwa sababu ilikuwa mji ambaye ilikuwa na, na jeshi kubwa sana, walikuwa wamemwaga damu. Nineve ilikuwa kama mji ambao ulikuwa haumtii Mungu kabisa. Kwa sababu ya hayo yote, Yona alikuwa ametumwa huko ili aweze kuwajulisha kuhusu dhambi yao, nawaambia kwamba walikuwa wanafaa kutubu au waangamie. Basi kwa sababu Yona, alikuwa anajua vile dhambi ya hawa wa jamaa ilikuwa ni kama, alikuwa ameogopa sana kwenda huko. Sijui kama ushawahi kusikia mahali ni pabaya sana, hata ukatumwa huko unasikia kuogopa. Jona alikuwa ameogopa kwenda huku kwa sababu alijua wanineve walikuwa watu machachari sana, walikuwa watu ambao hawajui huruma, walikuwa watu ambao hawamtii Mungu, walikuwa watu ambao ni kama walikuwa wameamua kama mbaya ni mbaya. Na Yona aliogopa kwenda kule Nineve. Unajua saa zingine hatujiulizi kwa nini Yona hakukuwa anataka kwenda huku. Hakukuwa anataka kwenda huko kwa sababu alikuwa anajua dhambi ya Nineve ilikuwa ni mbaya sana na pia wale watu hawakukuwa wanajali. Ndio kwa sababu hakukuwa anataka kwenda huko. In fact, ilikuwa mbaya sana, hata Yona akataka kukufa afe badala ya kwenda kule Nineve. Lakini tunapoanza kusoma msta, a, mlango wa tatu wa kitabu hiki cha Yona mstari wa kwanza, sikia maneno haya, inasema ya kwamba neno la Mwenyezi Mungu likamjia Yona mara ya pili mara ya kwanza lilipokuja, alikataa, na alipokataa, Mungu hakumchagua mtu mwingine. Mungu alikuwa ameshaamua ya kwamba ni Yona ambaye atapeleka ujumbe huu kule Nineve, na hivyo basi neno la Mungu likamjia mara ya pili. Huyu Mungu ambaye tunamwabudu ni Mungu ambaye ha He does not give up on people. Anasema ya kwamba mara ya pili neno lake likamjia Yona pia, ili aweze kwenda kule Nineve, kwa sababu hata kule ni watu walikuwa wanaishi huko, watu ambao Mungu alikuwa anawapenda. Watu ambao Mungu alikuwa anataka awapatie muda mwingine, ili waweze kutubu na kukiri dhambi zao na waweze kuishi. Na neno la Mungu likamjia Yona mara ya pili, ili aweze kwenda kule Nineve. Na Mungu anamwambia nenda Ninawi ule mji mkuu ukawatangazie watu ujumbe niliyokupa. Unapoendelea kusoma basi, Yona alienda kule na alipoenda kule kwa sababu ya uoga hakukuwa na maneno mengi. Biblia inasema ya kwamba Yona alipoenda kule, inasema basi Mji wa Nineve ulikuwa mkubwa sana. Upana wake ulikuwa mwendo wa siku tatu. Alipoasili, Yona aliingia mjini na baada ya kutembea mwendo wa siku mzima akaanza kutangaza. Bado siku arobaini tu na mji huu wa Ninawi utaangamizwa. Hakusema mambo mengi. Aliwaambia, nyinyi wa Ninawi, nyinyi. Baada ya siku arobaini mtaangamizwa. Na unaweza kufikiria waninawi walipokuwa wakisikia mambo haya, wanaweza kuwa wakaenda wakamchukua huyu Yona, wakamuuliza kwani wewe ni nani? kwa sababu ya ile dhambi ambayo walikuwa nayo. Lakini Biblia inasema habari hizi zilipomfikia mfalme wa Ninawi naye akaondoka katika kiti chake cha enzi akavua vazi lake rasmi akajivika vazi la gunia na kuketi katika majivu. Kisha mfalme akawatangazia wakazi wa Ninawi, mimi mfalme pamoja na wakuu wangu natoa amri hii, pasiwe na binadamu yeyote, ng'ombe au mnyama yeyote wa kufugwa <coughs> hata kae onja kitu chochote, ni mwiko wa mtu yoyote au mnyama kula au kunywa. Ninawi ikaitwa kwa wakati wa kutubu, wakati wa kufunga, na Biblia inasema ya kwamba Mungu aliweza kuwasamehea wale wa Ninawi na hata akawarejeshea neema yake na kuwaonyesha upendo wake Ni vitu gani tunaweza kujifunza kwa hadithi hii ya hawa Waninawi, watu ambao walikuwa na dhambi nyingi sana, watu ambao walikuwa ni kama wanaenda kupoteza, wanaenda kupoteza kupokea huruma ya Bwana. Basi ujumbe ulipowafikia, nao wakaweza kutubu nao wakaweza kunyenyekea, basi wakaweza kusamehewa dhambi zao. Jambo la kwanza ambalo nataka tujikumbushe asubuhi ya leo ni kwamba msamaha unaweza kuja tu tunapo tunapotubu. Msamaha unakuja tu kwa kutubu. Hawa waninawi waliweza kutubu na wakanyenyekea ili waweze kusamehewa. Mara nyingi ama kila mara, msamaha unaotoka kwa Mungu unaweza toka tu tunaponyenyekea, tunapotubu na tunapojikumbusha ya kwamba dhambi yetu haiwezi kutu, uh, kutusaidia bali msamaha wa Mungu ndio tu unaweza kutusaidia. Mara nyingi najiambia ya kwamba shida ya binadamu, shida ya binadamu ni moja tu, shida ya binadamu ni kiburi. Ukiwahi kukutana na mtu ambaye hawezi kutubu, ukiwahi kutana na mtu ambaye hawezi kuomba msamaha, ukiwahi kutana na mtu ambaye hata hajui ana dhambi Shida yake ni nini? Ni kiburi, na kiburi ndiyo iliyofanya hata shetani akafukuzwa kule mbinguni. Kiburi tu, shida ya binadamu ni kiburi. Na binadamu anaponyenyekea, anapomuuliza Mungu amsamehe kwa unyenyekevu, basi Mungu anasamehea kiburi cha binadamu. Jambo la pili ni kwamba tunapojua ya kwamba shida yetu kubwa ni kiburi, na kunyenyekea -nye -kunye na kuitisha msamaha wa Mungu, msamaha wa Mungu uko na anaako tayari. Mungu yuko tayari kumpatia msamaha wake Mtu yeyote, mtu yeyote anaweza kupokea msamaha wa Mungu. Mara tu unapojua ya kwamba ukinyenyekea mbele ya Mungu na kumwomba msamaha, basi atakusamehea kwa dhambi ya kuwa na kiburi. Jambo la tatu ni kwamba tunapojua ya kwamba shida yetu ni kiburi. Jambo la pili, tunyenyekee na tuombe msamaha. Jambo la tatu ni kwamba tutapokea uponyaji. Na Mungu anasema ya kwamba mkitaka uponyaji kutoka kwake, basi lazima ujue ya kwamba shida yako ya kwanza ya kiburi, lazima unyenyekee na uombe msamaha. Ya pili ni kujua ya kwamba Mungu ako tayari kuwasamehea wale wote ambao wanaenda kwake kwa unyenyekevu, na kujua ya kwamba tunaponyenyekea, tunaposamehewa, basi tutapokea uponyaji katika maisha yetu. Sisi ni watu ambao tunahitaji uponyaji katika maisha yetu. Ukiangalia maisha yako kama binadamu utapata ya kwamba kuna upungufu katika sehemu nyingi sana za maisha yetu na dawa ni kupokea uponyaji ambao unatoka kwa Mungu. Tunapopokea uponyaji, tunaweza tu kupokea uponyaji tukiambia Mungu, basi chukua kiburi yetu. Chukua kiburi chetu ambacho tunakipeana kwa unyenyekevu, ndipo tuweze kupata uponyaji. Kama kuna sehemu katika maisha yako ambayo unahitaji uponyaji, huenda ikakuwa, ni katika familia yako unahitaji uponyaji, huenda ukawa ni katika uh, uh, relationships zako unahitaji uponyaji. Lazima ukue tayari uacha kiburi, ambia mwenzako acha kiburi. Najua saa zile unaambia mwenzako aache kiburi maybe, huko ndani ya shangaa, wewe ni nani unaniambia niache kiburi? Unanijua? <laughs> mwambie awache kiburi. Unajua, ukisoma Biblia vizuri utapata ya kwamba ni kiburi ambacho kilifanya tukakuwa dunia ikakuwa hivi ambavyo iko saa hii. Hata Mungu alipokuwa anamuuliza Adam, uko wapi? ni nini imefanya ukajua ya kwamba ulikuwa uchi? Kiburi ikaanza kuongea, kiburi ikaanza kusema, ni huyu mwanamke ambaye ulinipatia. Kiburi huwa inafanya tunapata excuses ya dhambi zetu Unajua, kwetu tulikuwa na ndugu ambaye, sijui, tulikuwa na mtoto mmoja kwetu ambaye hatukujua kama ni wa kike ama ni wa kiume. <coughs> na tuliishi naye miaka nyingi sana. Huyu mtoto alikuwa anaitwa sijui, ukifanya makosa, na ni kama kila nyumba iko na huyu mtoto, kwa sababu ukiuliza, ni nani alifanya hivi sijui na sijui wa hachapwi kwa sababu ukisema ni sijui alifanya, ni wewe ambaye unafanya nini, unachapwa. Sijui ni kiburi, mara nyingi ambapo tunaambiana wewe, inafaa utubu dhambi yako, na unaanza kusema oh, sijui kwa nini mi ukua hivi, sijui ni nini mimi, ni maombi tu. Hiyo ni kiburi, na siku ya leo nataka tujiambie kuacha kiburi na kukuja mbele za Mungu na kumwambia Mungu, uiangalie roho yangu na uniondolee kiburi ili niweze kupata msamaha na niweze kupata uponyaji. Mara nyingi tunapokosa uponyaji ni kwa sababu tumekataa kuacha kiburi chetu na tukawacha iendelee kuishi ndani yetu, kwa sababu hatutaki kukiacha. Watu wengi sana, maybe tujaribu hii, muulize mwenzako, umempokea Yesu Kristo katia ndani ya roho yako? Muulize, muulize kama amempokea kama hajampokea mwambie, uko na kiburi. Kama haujapokea unaweza kuwa hapa kwa kwaya, unaimba wewe, unaimba vizuri sana, lakini hujampokea Yesu ndani yako, ni kiburi. Unaweza kuwa asharing, unafanya asharing vizuri sana, haujampokea Yesu ndani yako, ni kiburi. Umekuja hapa Cathedral, nyinyi ndio mnasema vile ah, hapa tumekuwa kuanzia 1965 . Unajua watu wanaongeanga na kiburi sana, ni nini hatujaona hapa Cathedral? Lakini wewe unasema hivyo na hujampokea Yesu moyoni mwako, ni nini uko nayo? Mungu wa asiwabariki na kiburi Nilikuwa naenda kusema Mungu awabariki, lakini kama uko na kiburi, ole wako.